Ndugu mgeni rasmi, siku ya kimataifa ya wauguzi kuazimishwa tarehe kumi na mbili Mei ya kila mwaka. Siku hii hutumika rasmi kama kumbukizi ya kuzaliwa kwa mwasisi wa uuguzi ni Florence Nightingale ambaye alizaliwa huko Roma, Italia, tarehe kumi na mbili Mei mwaka elfu moja mia nane ishirini katika familia ya kitajiri ambayo ilipinga binti yao kujiunga na fani ya uguzi, lakini pake Florence Nightingale ilishindikana. Florence Nightingale aliwahudumia wagonjwa kwa upendo akiwa katika wakiwa katika hali mbaya na mazingira mabaya. Aliboresha mazingira na kutembelea wagonjwa mara kwa mara, na kwa muda wa usiku alibeba taa kumulika, ndipo akaitwa mwanamke wa taa. Ni Florence Nightingale alijifunza fani ya uuguzi nchini Ujerumani, na aliporejea Uingereza alipewa uongozi katika zahanati, licha ya kujitoa kwa kuhudumia wagonjwa Ndiye aliyeanzisha vyuo vya uuguzi hospital na hospitali pia aliweza kuandika vitabu mbalimbali vya uuguzi na ukunga. Ndugu mdene rasmi, siku hii ya wauguzi inakumbukwa Mei kumi na mbili kila mwaka, ambayo ni siku ya kuzaliwa mwasisi huyo, huku kumbukizi hiyo ikilenga kukumbuka mchango wake kwa wauguzi na sekta ya afya kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, katika kuadhimisha siku hii ya wauguzi duniani, wauguzi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Songea walifanya shughuli mbalimbali ikiwemo kupata kiapo ambacho huwa wauguzi tunaapa kila mwaka, pia tunaweza kufariji wagonjwa kwa kuwapa zawadi mbalimbali na baadhi yetu waliweza kushiriki maazimisho ya wauguzi kitaifa kule mkoani Iringa. Pia tuliweza kufanya shughuli mbalimbali za upimaji wa umunyano wa uzito kwa urefu yaani BMI. Pia tuliweza kupima shinikizo la damu kwa wateja mbalimbali ambao walifika. Pia tuliweza kupima kisukari pia upimaji wa saratani ya mlango wa kizazi na uchangiaji wa damu na utoaji wa elimu za afya hivyo kwa kufanya hayo yote tuliweza kuhudumia wateja 264 na baadhi yao walibainika kuwa na changamoto zifuatazo uzito wa juu kati ya hao 264 wpwaew yeah. yeah. <laughs> na wali jiri, <laughs> ya chini, kama tisa mia mbili, na wale ambao walikuwa na uzito wa chini tunaweza kupata mmoja wenye changamoto ya shinikizo la damu walikuwa thelathini na tisa kati ya wale 264 na ambao walipatikana kuwa na kisukari walikuwa tisa na hatukuweza kupata wale wagonjwa ambao walikuwa na dalili za saratani ya mlango wa shingo wa kizazi. Pia wauguzi tulifanya kazi pia ya kuhamasisha uchangaji damu. Tuliweza kupata uniti ishirini na tano, lakini kati ya hizo ishirini na tano uniti tano zilichangiwa na wauguzi kwa wale wote ambao walibainika kuwa musiko na changamoto mbalimbali basi, tuliweza kuwapeleka sehemu husika, wakaona na madaktari na wakapata matibabu zaidi. Ndugu mgeni rasmi, wauguzi wamesimama imara katika kuzikabili changamoto mbalimbali mahala pa kazi kwa nguvu, ari na upendo, licha ya uwepo wa mazingira magumu na hali ya kutishia usalama wa maisha yao. Wauguzi ndiyo suluhisho la kushughulikia mahitaji yote ya afya duniani. Tunajivunia kuwa wauguzi na kuahidi kuendelea kufanya kazi yetu iliyotukuka, na tunaiomba jamii kutunga mkono jitihada zetu, kwani vituo vyetu bila wauguzi ni sawa na gari bila injini. Sisi ni mashujaa tusiojulikana, na sisi ndio wa kwanza kugundua dharura za kiafya, na sisi pia ndiyo tunaokaa na wagonjwa kwa muda mrefu kuliko kada zingine zote. Ndugu mgeni rasmi, licha ya majukumu muhimu tulionayo wauguzi, kazi ya uguzi ina changamoto zake, na mojawapo ya changamoto katika kazi yetu ni kwamba tupo kwenye hatari ya kupata maambukizi ya magonjwa tukiwa kazini lakini kinachotupa motisha ya kuendelea kufanya kazi hii ni kwamba wagonjwa wetu tunawahudumia na wanapona vizuri. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuijali sekta hii ya afya katika kuboresha miundombinu ya majengo, usafiri, vifaa tiba, dawa kuboresha masuala ya watumishi, ajira ya watumishi wakiwemo wauguzi, hasa kwenye wa kada ya shahada. Pia tunamshukuru kwa kupitisha muundo mpya kwa utumishi wa kada za afya ambao tuliahidiwa kwamba tutaanza kwa mwezi Julai mwaka huu. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna ya pekee tunapenda kukowa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Songea kwa kutupatia motisha mbalimbali kama vile posho ya sare za kazini, yani uniform allowance kila mwaka, posho ya muda wa ziara ya extra duty allowance kila mwezi. Pia tunamshukuru na nafawisi kwa kulipia leseni pia tunamshukuru mganga mfawidhi kwa kuweza kutusafirisha baadhi ya wauguzi kwenda kushiriki mkutano mkuu kule Iringa kitaifa. Kwa pamoja tunasema asante sana.